Nataka niwahakikishie kwamba kabla bunge halijavunjwa waziri wa tawala za mikoa na serikali za mitaa atakuja Songea kuweka saini ya mkataba wa ujenzi wa hayo masoko. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara, Steven Wasira, amesema serikali ya awamu ya sita inaendelea kutekeleza kwa vitendo ilani ya CCM kwa kujenga miradi mbalimbali ya maendeleo kote nchini. Akiwa katika ziara yake mkoani Ruvuma, Wasira amesema miongoni mwa vilio vya wananchi ambavyo vimesikika kwa nguvu ni upatikanaji wa masoko ya kisasa na kwamba chama hicho kinahakikisha kilio hicho kinajibiwa kwa vitendo. Sasa pamoja na kupokea maendeleo, tumepokea vilevile changamoto, maana maendeleo hayawezi kuwepo bila changamoto, lakini changamoto zenyewe ni za kuendelea kutekeleza ilani pale ambapo kazi ilikuwa bado haijakamilika. Kwa mfano, katika mji wa Songea tulikuwa tumepanga kujenga masoko makubwa mawili. Soko la Manzese A na Manzese B na wafanya biashara tuliwaondoa katika maeneo yale ya ujenzi wa soko. Kwa hiyo tuna deni la kujenga masoko. Nataka niwahakikishie kwamba kabla bunge halijavunjwa, waziri wa tawala za mikoa na serikali za mitaa atakuja Songea kuweka saini ya mkataba wa ujenzi wa hayo masoko. Wilaya ya Songea mjini, kama ilivyo kwa wilaya ambazo tumepita, maendeleo ni makubwa. Kwanza kwenye elimu, sekondari tatu mpya zimejengwa hapa katika mji wa Songea katika muda wa miaka minne. Wamejenga madarasa mapya ya shule za sekondari 234 bila kuchangisha watu. Katika elimu ya msingi wamejenga shule mpya tatu na madarasa 52 ya shule za msingi. Hapa Songea tumejenga zahanati 4 mejengwa hospitali ni vituo vya afya vine. Katika hatua nyingine, Wasira amewaasa wananchi kujiepusha na maneno ya watu wasiolitakia mema taifa la Tanzania, akisema maendeleo yanayoendelea ni ya wazi na yanamgusa kila Mtanzania. Nataka kuwaomba Watanzania kupitia mkutano wa Songea, msikubali kubabaishwa na watu ambao wanapata tabu kuona sisi ni wamoja maana wapo <laughs> wengine wako Ulaya, wengine wanatuuliza sisi, mmekaa sana, mbona hamuondoki? Na sisi tunawaambia, tulipodai uhuru tulikubaliana tutakaa kwa muda gani? Maana babu zao wanaotuuliza ndio walikuwa wanatutawala, ndio tuliowafukuza, wawaulize kama bado wako hai Tulipatana nao taka kwa muda gani. Tulidai uhuru ili utujenge umoja na tutumie umoja kwa ajili ya kuleta maendeleo katika nchi yetu. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Songea Mjini, dr Damas Ndumbaro ametumia nafasi hiyo kumshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo mkoani Ruvuma, ikiwemo elimu, afya, miundombinu na huduma za kijamii. Neno letu kubwa, Wanasongea, ni shukurani, shukurani la dhati kabisa kutoka kwenye sakafu ya mioyo yetu kwa mheshimiwa wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa Daktari Samia Suluhu Hassan, tunatoa shukurani kwa namna ambavyo ilani ya CCM imetekelezwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukipita kwenye barabara za mji wa Songea katika kata ya Matarawe, katika kata ya Misufini, katika kata ya Mfaranyaki katika kata ya Majengo katika kata ya Mjini, ujenzi wa barabara za lami umekamilika. kweli kweli, kwa kutupa mbolea ya ruzuku, lakini sio hapo tu, pia ametuletea na soko la maini. Upande wa Chama cha Mapinduzi, ziara ya makamu mwenyekiti Steven Wasira ni sehemu ya mikakati ya chama kuhakikisha utekelezaji wa ilani ya mwaka 2020-2025 unafika hadi kwa wananchi kwa vitendo. Mimi ni Shehane Mzeina na hii ni Toka Zamani TV.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 tz at gmail com. Top One College of Health and Allied Science. We are the way to your success.